Kwa upande wangu mimi Bwana Heavyweight. Mm. Nimeangalia viungo wengi barani Afrika wengi sana. Kwa levo ambayo Simba imefika, inatakiwa kuwa na safu nzuri sana ya kiungo Mind you, mm. naendelea huwa anapenda sana kutoa insight kadri ya muda unavyozidi kwenda, kwa sababu tuna approach kuelekea mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho no. RS Berkane ni timu ambayo ina safu bora zaidi ya kiungo kwenye ligi, bora zaidi ya kiungo ikiungwa na Lamine Kamara kuna mambo anaitwa Yasin Labiri pamoja na Ayub Khairi. Hii midfield trio hii midfield trio ni midfield trio hatari zaidi kwenye kwenye ligi ya Morocco kuliko midfield trio yoyote kwenye vikosi vyote vya ligi ya Morocco yoyote, si unanielewa bwana Jafe? Sasa unavyoenda kucheza na timu ambayo ina, ina uh, safu nzuri zaidi ya kiungo, tafsiri ya haraka haraka ni kwamba na viungo wako wanatakiwa wawe bora zaidi ili kuendana na kasi ambayo watakutana nayo kwenye eneo la la kiungo kama huyo Yasin Labiri. Mimi siongei sana huyo Yasin Labiri, e, nafikiri watu watakuja kumuona. Unajua mimi mara nyingi huwa nikitaja wachezaji watu wanakuwa wanaona, kwa mfano kama Abdulrahim Beknum nilimtaja sana akaja akafunga, si ndio? Kabisa. Kwa hiyo na huyo Yasin Labiri sio kwamba ni kwa sababu anafunga, no, ni kwa sababu ni mchezaji ambaye yeye ndo ana operate, anaangalia An, yani yeye ndo anaamua timu yake icheze vipi, especially kwenye eneo la katikati vision yake ya kuona space nyuma ya safu ya ulinzi jinsi anavyoweza kupiga break line passes jinsi anavyoweza kutawala eneo la, la, la katikati, pamoja na mwamba anaitwa Lamin Kamara, Mamadou Lamin Kamara kutoka Senegalii, mchezaji bora kwenye kikosi walio naye kwa sasa. Ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kudetect mchezo, ana uwezo wa kukaba, ana work rate nzuri. Sasa Simba Sports Club, kama unataka kuchuana na e, virabu mara kama hivi mara kwa mara manake sio ionekane fluku tu. Mm, mara kwa mara unavyokutana nao na virabu kama kwa hivi, unatakiwa uwe na safu nzuri zaidi ya, ya kiungo. Kwa hiyo kwa levo ya Joshua Mutale mm, ukienda kukompiti na levo ya watu kama hao, mm, tafsiri ya haraka haraka ni kwamba, mm, unatakiwa uboreshe palipo, kwa sababu ushafika wanne Afrika, utakiwa kuendelea kuwa na wachezaji wa grade C wa, wa, wa sekafa quality of course prayer. yule yule ni wako safa. unatakiwa kuwa na mchezaji kutoka kosafa anatakiwa awe ni version ya grade A. sio sio B wala kushuka si. Nyerere wakiwa wanaipokea timu yao kutoka pale nchini South Africa. Kwa, eh, katika dimba la, la Moses Mabida ambapo walifanya balaa kubwa kubwa kweli kweli, na kufanikisha kuingia hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kutoka suluhu kwa suluhu, lakini wekundu wa Msimbazi Simba wakafanikiwa kuibuka na ushindi kwa bao moja kwa sifuri katika mchezo wa kwanza katika dimba la anyu Amani Complex. na kama ambavyo wanavyoona hilo lilo basi la wekundu wa Msimbazi Simba Wanasimba wakiishangilia kwa nguvu zote. Historia imeandikwa. Ni fainali walioitafuta kwa muda mwingi kweli kweli, lakini eh, hawakuipata na hatimaye chini ya Fadlu Davids, hakika jambo limetimia, na sasa wanachokitafuta ni kombe. Ela huu ni upendo wa dhati kutoka kwa madam Zubedia, Simba madam Zubeda, siyo Simba Zubeda sukuli